Karibu ndugu, kwenye chaneli hii ya YouTube nashukuru sana uwepo wako, na ningeonga usubscribe na ushare ili tukuuze chaneli kwa pamoja. Leo tunapata ufafanuzi kuhusu sakata zima la TEC na CCT na jinsi gani CCT inavyotaka kutumiwa na watawala kuhalalisha hii serikali haramu inayosemekana kuua watu takriban 10,000 na anaandika mwana X kwa jina la Think Different Hili lilikuwa swala la muda tu kujua linki ya Mwigulu ndani ya KTKT. Mwigulu anafanya kazi na askofu Malasusa. Huyo askofu amezidi na amepitiliza sana, kila anapoambiwa kuacha kutumika na mfumo ndio anazidisha spidi. Imefikia hatua vikao wanavyokaa na viongozi wenzake wa dini wanavirikodi na kuviwakilisha serikali kama vilivyo. Matokeo yake kuna watu wanatekwa, wanadhalilishwa na wanadhulumiwa kutokana na taarifa anazopeleka Hivi mtu unakuwaje kiongozi wa dini halafu wenzako unadhalilishwa kila siku kutokana na wewe kuendelea kupeleka taarifa serikalini? Malasusa anajua kabisa hii serikali ya sasa inamwaga damu nyingi, lakini yeye kila alipo, amegeuka kama spy, sio kwenye vikao wala magrupu ya WhatsApp au mawasiliano ya kanisa. Juzi hapa kulikuwa na kikao cha wakuu wa makanisa makubwa ya CCT, KKKT, Anglicani, Moravian, AIC na Baptist na Mennonite, walikutana Dar es Salaam kwa siri. Kumbe sio siri, huyu askofu Malasusa alishawapigia mnada, alishawasiliana na serikali kuhusu hicho kikao. Kwenye hili aliwasiliana na Mwigulu kwa ajili ya kutaka kumwekea karibu kama waziri mkuu. Kisha Malasusa akapanga na Mwigulu kwenda kuwaona hapo kwenye kikao cha siri. Mwigulu akaibuka kwenye kikao hicho maaskofu akiwa kwenye kikao bila aibu, Malasusa akawaambia kwamba waziri mkuu anaomba kuwasalimia, hapa ndani kwenye kikao amefika maaskofu akashangaa na kuhoja mijuaje kuwa tupo hapa. Malasusa akazuga bila majibu, lakini kwa kuwa alishapanga kumwingiza Mwigulu hapo, bado kuna taharuki. Mwigulu akaingia kwenye kikao hicho akawaangukia kwa maneno kadhaa na bahasha yenye kitu chochote, lakini akiwa na lengo la kuwagawa na kuondoa TEC. Hayo ndio alikuwa maneno ya Mwigulu. Aliwashambulia sana TEC kwenye kikao hicho cha maaskofu, akawaambia kwamba wokovu wa nchi utatoka CCT wala TEC haina lolote na kwamba kwenye haya maridhiano TEC sio ishu. Kama CCT itabariki haya maridhiano, basi TEC itatupwa mbali, haina lolote, ni dini tu, wanamchukia Samia. Picha zikapigwa kwa kutosha, lakini baadhi ya maaskofu wakaomba kwa sauti picha zisipigwe na zisionekane popote. Mwigulu akakubali, lakini picha zilipigwa na makubaliano ni kwamba hizo picha zimetoweka, hazitotoa. Wakapewa bahasha na akaondoka. Hizo bahasha zilikuwa na fedha nyingi za kutosha. Mkakati ukafanikiwa kwa kununua maaskofu wa CCT. Kama wanabisha watoke waseme hizo bahasha zilikuwa na nini. Maana wakumbuke kuna teknolojia na wakumbuke si watu, kwenye ofisi ya waziri mkuu wanapenda huu mpumbavu wa viongozi wa dini kuhongwa hongwa. Kila wanapohongwa wanafikiria ni siri, hata kuna wengine wanatumia wasaidizi au ndugu, wajue hakuna siri. Lakini kwenye hili tukio walipewa pesa kwenye bahasha za kutosha. Mwigulu baada ya kuona amewapata kirahisi sana, akaenda kwa Fadha Kitima akapiga picha ikarushwa ili kuhadaa umma kwamba Mwigulu kaongea na TEC, lakini malengo ni kuja kuonyesha kwamba TEC hawana malengo ya mazungumzo, wanachuki tu. Ndio maana CCT ambao ni hatari, ameshafanikisha wakaficha picha zao sababu wameshawamaliza kwa namna walivyokubaliana kwenye kikao na maaskofu, wamekubali kuchukua pesa. Hii ni kutokana na Malasusa kuwatega kwenye chumba na kuwauza kwa Mwigulu na kuwapa pesa walipotaka na wasiotaka. Hakuna picha mtaziona za CCTV, KKKT hazikutoka ili mkakati ubaki ni siri. Kuna kazi anayofanywa na Mwigulu kupita kwenye makanisa kutoa rushwa. Mtaona akipita kwenye makanisa mengi. Ukiona amepita sehemu, jua askofu wako amekwenda na maji. Mwigulu atafika kwenye kanisa lolote ambalo askofu ni msumbufu. Akizungumza tu kwenye kanisa ni moja ya dalili, huyo tayari Changamoto nyingine inayowasumbua dhidi ya TEC ni msimamo wa kanisa kuzuia wanasiasa kuongea kwenye makanisa ya RC. Hii inawaumiza sana kwa sasa. Mwisho kwa wote mnaodili na Dr. Malasusa kwa siri au kwa wazi, jua unafanya at your risk. Je, ndugu, ni yapi maoni yako kuhusu sakata lote hii kati ya TEC na CCT? Na je watawala wanavyojaribu kuhalalisha huu ukatili na ukiwa nguvu za haki za binadamu dhidi ya raia wao, ni kitu cha kuvumilia? Post kwenye comment maoni yako na usiogope kushare na kusubscribe. Napatikana X kwa handle ya Gringoman, asanteni.